tanzania kwa hivi sasa iko kwenye kiza kinene cha simanzi kufuatia mauaji yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi nchini humo maandamano makubwa ya vurugu iliigubika nchi hiyo kwa siku kadhaa wakishuhudiwa vijana walioingia mitaani kuupinga uchaguzi uliomwingiza madarakani samia suluhu hassan na ambao waangalizi wa kigeni waliotaji kuwa ni zoezi lililoshindwa kufikia viwango vya kidemokrasia kwa sababu wapinzani wakuu walizuiwa kushiriki Mamlaka za Tanzania zilitangaza amri ya kuwataka wananchi kutotoka nje huku vikosi vya usalama vikiingia kazini kuwaandama waandamanaji kwa kuwafyatulia risasi za moto na mabomu ya machozi. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimedai kwamba zaidi ya watu elfu moja waliuawa, na siku ya Jumanne chama hicho kikasema kwamba vikosi vya usalama vinajaribu kutafuta njia za kuficha ukubwa wa mauaji yaliyotokea kwa kuchukua hatua za kuitupa kwa siri miili ya waliouawa. Mamlaka za serikali hazijatoa tamko lolote la kuzungumzia madai ya Chadema. Deogratius Munishi ambaye ni miongoni mwa viongozi andamizi ndani ya Chadema amezungumzia suala hilo la mawaji na zaidi kataja kuhusu namna wanavyosikitishwa na msimamo unaochukuliwa na mamlaka za serikali kuhusu kilichotokea, akimnyosha kidole Rais Samia ambaye amemtaja kama mtu asiyejutia kilichotokea. Rais Samia hana majuto kwa kilichotokea, hajali kuhusu idadi ya wa Watanzania waliowawa na vikosi vya usalama chini ya mamlaka yake, na hicho ni kitu kinachoumiza zaidi Watanzania. Kiongozi mwingine mwandamizi wa Chadema Brenda Rupia alizungumzia pia kuhusu namna masikitiko yalivyowajaa Watanzania akisema mioyo ya raia inavuja damu hivi sasa na kilichotokea ni hali mpya kabisa kwa Watanzania. Duru za kidiplomasia zinasema kwamba ziko ripoti za kuaminika kwa zinazoonyesha kwamba mamia na pengine hata maelfu wameuawa, na vifo hivyo vimesajiliwa katika mahospitali na zahanati kote nchini Tanzania. Shirika la Human Rights Watch siku ya Jumanne lililaani hatua ya kuandamwa waandamanaji na ikatoa mwito kwa mamlaka za nchi hiyo kusitisha matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Shirika hilo limesema watu mbalimbali nchini humo wameshuhudia polisi wakiua kwa kuwapiga risasi watu. Oridem Nyeko ni mtafiti mwandamizi tawi la Afrika katika shirika la Human Rights Watch. There's been reports of zimekuwepo to... ripoti za kuuawa kwa zaidi ya wa watu elfu moja. Hiki ndicho wamekuwa wakikisema upinzani. Ni vigumu kuthibitisha idadi hii, na hasa katika kipindi cha siku chache zilizopita kutokana na kutokuwepo kwa mtandao wa intaneti in nchini humo, na taarifa nyingi zilikuwa zikisambazwa, lakini ni vigumu kujua kwa hakika ikiwa idadi ya vifo inayotolewa ni sahihi ama la kwa hivyo nafikiri katika siku chache zijazo vizingiti vya intaneti vikiondoka kikamilifu, watu watakuwa na uwezo wa kupata hasa kujua kile kilichotokea katika kipindi cha wiki nzima. Uingereza, Norway na Kanada zimetaja juu ya kuwepo ripoti za kuaminika kuhusu idadi kubwa ya waliouawa wa. hata kanisa Katoliki limesema watu waliuliwa kwa mamia japo kanisa hilo halikuweza kuthibitisha idadi hasa inayotajwa, huku rais wa chama cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society, Boniface Mwabukusi, akisema wazi wazi kwamba zaidi ya watu elfu moja wameuawa kwa mujibu wa taarifa za matukio zilizopelekwa na chama hicho, na kwamba wako kwenye mchakato wa kukusanya ripoti itakayopelekwa pia katika mashirika ya kimataifa ya sheria. Mwanza hali ilikuwa mbaya zaidi waandamanaji eh, na ambao sio waandamanaji wameuawa kwa wingi, kwa kweli. Na kiongozi wa Chadema ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza pia aliuawa tarehe ishirini na tisa na leo ilikuwa ni ibada ya kumuaga mwili huo wa marehemu ili kuelekea kumpumzisha huko mkoani Kagera. Kwa kweli hali ilikuwa mbaya, watu wamekufa wengi sana. Siwezi kusema ni idadi ya watu wangapi, kwa sababu E, serikali tunatarajia ndio tutatoa takwimu, lakini kwa kweli e, watu waliouawa ni wengi sana. Na huyu kiongozi wa vijana alikufa kwa mazingira gani? Kiongozi huyu wa vijana aliuawa, kilichokuja kilikuwa kumuokota ameshauawa barabarani, na ndipo mwili wake e, uliletwa katika hospitali ya Bugando. Mpaka sasa hatujapata taarifa yoyote ya jeshi la polisi e, au idara yoyote ya, ya serikali kuhusu uchunguzi wa kifo chake na tunaamini labda tutapata na hata au tusipate, lakini sisi tunaamini kwamba ndugu yetu kiongozi mwenzetu aliuawa. Hilo tunaliamini. Na katika maeneo hayo ya Mwanza, je, mumeshuhudia mazishi ya vijana wangapi hivi tangu uh, maandamano hayo kutokea? Maeneo mbalimbali tunapata taarifa watu wameuawa wengi sana. Ujue, ninaweza kuthibitisha kwamba vijana wengi wameuawa. Matukio haya yameacha simanzi kubwa, bado utulivu wa mioyo ya wa watu utulivu, hata baadhi ya viongozi wa chama pia utulivu wao ni mdogo, kwa sababu bado tunapata taarifa, kuna kiongozi mwenzetu pia wa hapa Mwanza mjini juzi amechukuliwa kwa watu kwa ambao wamejitambulisha wenyewe ni polisi. Sina taarifa kamili kwamba amepelekwa kituo gani, lakini ninathibitisha kwamba alichukuliwa, tujua bado hofu ya viongozi wa chama kwa kutaka kuomba kukamatwa kushikiliwa na mambo mbalimbali, watu walioleta mas ambao, yani kwa kweli, wanaingia hadi majumbani kidogo. Pale mwaka Tunduma ametumwa tu mtoto wa jirani, ametumwa kwenda kununua maji, kwenda kuchota maji, amekutana na risasi, mtoto akafa. Kwa hiyo inabidi tukimbie, usalama haupo, kwa kweli sana, kwa haupo Yani, wanaume vijana wanakimbia, wanaelewa ni nani, yani hawaingii, wakiingia nyumba ndio hiyo, wanavunja wanaingia ndani, ukuta unapigwa, mimi wako uko wapi, mimi unapigwa, mwanaume ana, kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri, kama hali ilikuwa sio nzuri yani, kwa hiyo kabisa ndio kukimbia, hali ilikuwa mbaya sana, tuliona. Mimi nilikimbia kivyangu na wangu naweza kukimbia kivyake, hauna familia, huna watoto, watoto niliwaacha tu nilivyoona hali ni baya na walikuwa hawana shida sana na watoto, walikuwa na shida tu na watu wazima wakimbia. Nikakimbia maana mwanaume wangu naye akawa hayupo ameshakimbia, nikakimbia watoto nikawaacha kuona maana. Nipo Mpika, tunalala stendi. una matumaini ya kurejea lini nyumbani Tanzania? Nikitakapopata kama kama msaada kokote, hata wiki ijayo narudi, kwa ajili ya kwenda kuangalia usalama wa watoto. Ila watoto ni wasiliana, jirani walikimbia wakarudi, wanaendelea vizuri. Tunachokambania ni amani tu ireje mimi nilikuwa Iringa, lakini nilikuwa naelekea Mbeya, lakini nilipofika Mafinga tulizuiliwa pale na baadhi ya watu ambao wali walikuwa hawawezi kukimbia walikamatwa kwao. Nilipita kwenye mpaka wa Tanzania na Malawi, kwenye mto unaitwa Mto Songwe. Nilivuka chini kwa sababu bahati nzuri mto ulikuwa umepungua, nikapita kavuka kuingia ng'ambo. Familia yangu inaendelea vizuri kwa kweli ila kwa baadhi ya watu wangu ambao nawafahamu wengine walipoteza maisha, hasa wale waambea mjini. unatarajia kukaa huko mpaka lini? Ah, huku natarajia kukaa huku Zambia kwa mwezi takribani mwezi, mpaka hali itakapotulia. lakini serikali imetangaza kwamba hali ni shwari, watu wafunguliwe, maisha yaendelee. serikali inasema kwamba hali ni shwari, ni sawa, kwa mimi na kwa maono yangu, naona bado haijawa na uhakika wa kiwango ambacho ingependa kiwe maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Ni juma moja sasa tangu Tanzania imalize uchaguzi mkuu wake, lakini ripoti za waangalizi kutoka jumuiya mbalimbali zinasema kuwa uchaguzi huu haukuwa huru wala wa haki na uligubikwa na dosari nyingi. Waangalizi kutoka umoja wa Afrika yaani AU walishuhudia kanuni za uchaguzi zikikiukwa katika vituo kadhaa vya kupiga kura ambapo baadhi ya wapiga kura walibainika kuwa na zaidi ya karatasi moja za kupigia kura. Aidha waliongeza kuwa wakati wa kuhesabu kura waangalizi wengine waliamriwa kuondoka vituoni. Kwa upande wa ujumbe wa waangalizi wa nchi za Kusini mwa Afrika wanasema kuwa uchaguzi huu ulipungukiwa na matakwa ya kanuni ya mwongozo wa SADC ya kusimamia uchaguzi wa kidemokrasia, kigezo cha uchaguzi huru wa haki na kuaminika miongoni mwa nchi wanachama. Ujumbe huo vile vile uliripoti kuhusu kutengwa kwa wagombea wa upinzani kwa kukamatwa na kupewa vitisho, ikiwa ni pamoja na kuwekwa rumande kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu akikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Kwa upande wa kimataifa, bunge la Umoja wa Ulaya limesema kuwa uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 haukuwa huru wala wa haki na kuelezea kusikitishwa kwao na huo uchaguzi kwa ujumla. Uchaguzi huu utakumbuka kwa kipekee katika historia ya Tanzania huku ukigubikwa na maandamano pamoja na vurugu. Taasisi hizo zimeshauri Tanzania kutoa kipaumbele kwa mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi na kisiasa. Wameshauri pia serikali na bunge kuongoza mchakato wa wazi wa mabadiliko ya kikatiba unaohusisha wananchi. Uchaguzi ni fursa. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi katika uchaguzi huo, lakini chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambacho kiongozi wake Tundu Lisu yuko rumande kwa mashtaka ya uhaini kilipinga matokeo hayo na kudai kuwa uchaguzi huo ni kejeli kwa demokrasia. Hata hivyo saa chache baada ya rais Samia kula kiapo alishukuru makundi hayo kwa maoni yao, lakini akaweka ya wazi kuwa si kila jambo unalolitaka linaweza kutekelezwa, ila Tanzania yenyewe ndiyo yenye uwezo wa kuamua nini cha kufanya, na kunukuu maneno ya rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa wakati akiapishwa kuwa rais mwaka elfu mbili, Nawashukuru watazamaji wa kimataifa kuja kushuhudia uchaguzi wetu ulivyofanyika. Walipotusifu tumepokea sifa hizo kwa unyenyekevu mkubwa tumesikia pia waliodhani hayakwenda sawa, na mengine hata sisi wenyewe tumeyaona. Maagizo ya kutuelekeza nini cha kufanya tumeyakataa. Ushauri wao tutauzingatia, ili tufanye vizuri zaidi siku zijazo. Mwisho wa kunukuu. Uh, uchaguzi wa Tanzania ulikuwa uchaguzi ambao uko wa haki, ukoa uhuru na uko uh, uh, uh, kuaminika kulingana na zile kanuni na maadili ambayo yanafaa uh, kuambatana na uchaguzi wa kidemokrasia. Ukiangalia pale mwanzoni kumekuwa na tuhumu za, za kuwa kwamba viongozi uh, wa uh, upinzani walizuiwa wa kufanya uh, uh, ama participate kwenye uchaguzi ule. E, tukiangazia mambo ya voter registration kulikuwa na, na uh, upungufu fulani ambao vijana uh, wengi hawakuweza kuandikishwa kura uh, na pia katika kampeni tuliona kwamba vyombo uh, uh, vya dola na, na, na pia rasilimali za serikali zimetumika kwenye uchaguzi ukichangia kwenye chama ambacho ni tawala, halafu uh, kwa uchaguzi mwenyewe um, Ee, ukiona zile, ukiangazia zile maripoti ambazo zimetolewa na waangalizi wengi wa uchaguzi kumeonekana kwamba kulikuwa na udanganyifu kwenye uchaguzi. Idadi ambayo tumeiona ya wale ambao walijitokeza kura a, uki, ukiangazia kwa makini utapata kwamba ni kama idadi ambayo imeongezwa. Kwa mtizamo wenu ni kitu gani hususan ambacho kilipaswa kufanywa na hakikutekelezwa katika uchaguzi huu wa Tanzania? Kwa maoni yetu ile, ile, ile kutokuwa kuto na uwezo uh, ama mwanya wa kufanya kwamba ule ambaye anataka kupinga uchaguzi hawezi enda kotini, ile jambo moja lilikuwa litatuliwa. La pili lilikuwa ni tume yenyewe, inaitwa tume huru, lakini ni tume ambayo inatakana kuwa uh, ile appointment process ya ile tume inafaa kuwa inachangiwa na watu wengi, sio mmoja uh, ambao ni chama ambacho kinatawala ama rais ambaye anatawala anafanya ile appointment peke yake. Na pia kulikuwa na mapendekezo ya kuwa na wawaniaji uh, huru uh, tunajua kwamba sio kila mmoja an, ange, angependa kuwa kwa chama fulani. Sio kila chama kinadhamiria kina ama kinaonesha Uh, kwamba uh, kina, kinafanya watu waweze kuingia kwenye siasa kwa sababu maadili yao yanaweza kuwa tofauti. Kwa hivyo tunafaa kuwa na u, u, u, uhuru wa watu kuweza pia kuingia kwa mashindano ama kuingia kwenye uchaguzi kama wawaniaji huru. Na baada ya uchaguzi uh, umeme ulipotea, mtandao wa intaneti ukafungwa, hii ilifanya kazi ya waangalizi kuwa ngumu kiasi gani? Kiasi kikubwa sana, kwa sababu sasa ukiangalia, uh, ile hali ambayo ilikuwa uh, hali ya taharuki ambayo ilikuwa uh, uh, uh, nchini Tanzania, ni mitandao tu peke yake ingeweza ya ama ingewezesha Uh, waangalizi wa uchaguzi kuweze kupa, kupata habari kutokea maeneo tofauti ya nchi uh, uh, lazima ikumbukwe kwamba kwa uh, mbinu ambazo tunazitumia siku um, hizi uh, kuangazia ama kuangalia uchaguzi ni mbinu ambazo zinatumia teknolojia. Kwa hivyo mara mingi tutatumia simu ya mkono uh, kutuma zile ripoti kama mtandao mta kuu umefungwa ume basi ama ume kumekuwa na shutdown ile internet, inakuwa ni vigumu kwa waangalizi kuweza kupata habari kutoka pande zote ambapo wamefanya ile deployment ya waangalizi wa uchaguzi. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesikika akisema kwamba hatafuata maagizo ya mashirika yaliyokuwa yakiangalia uchaguzi. Hii inamaanisha nini? Uangalizi wa uchaguzi hawapatiani wa maagizo yoyote. Tunajua kwamba tunaelewa kwamba uh, uchaguzi ni wa nchi fulani, na uchaguzi ni wa wananchi na wenye nchi fulani, naendesha uchaguzi wao yale. Yani, uangalizi wanafanya ni kupatiana mapendekezo, sio maagizo. Nafikiri uh, rais ameitafsiri vibaya, kwa sababu zile recommendation ukiangalia uh, zile ripoti zile zote zimetolewa na uangalizi zote zinasema kwamba haya ndiyo mapendekezo yetu. Aa, ni mapendekezo ambayo si lazima wayaige, wenyewe wakitaka wata, lakini ni mapendekezo ambayo wanafaa kuyazingatia wakibadilisha mifumo yao, wakibadilisha sheria zao na kitaka kama, kwa, kwa minajili ya kuimarisha uchaguzi ama chaguzi ambazo zitakuja hapo baadaye.